Habari, karibu M24, habari kwa kina. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali imefanikiwa kutoa kiasi cha shilingi trilioni 3.5 kufikia mwaka 2024 kwa ajili ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi kutoka shilingi bilioni 904 mwaka 2021. Amesema kuwa fedha hizo zimewasaidia vijana kupata mitaji ambayo imewawezesha kufikia katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali na hatimaye kuinua vipato vyao pamoja na uchumi wa Taifa wakati wa maadhimisho ya Wiki ya Vijana Kitaifa iliyofanyika mkoani Mbeya. Kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni nguvu kazi ya vijana kwa maendeleo endelevu. Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema serikali imefanya hivyo kwa kutambua kuwa vijana ni nguvu kazi ambayo ni msingi wa safari ya maendeleo ya taifa. Vijana wakipewa nafasi ya kuandaliwa ipasavyo, wanaweza kuwa nguzo kuu katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025 na kufanikisha maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Aliyasema hayo na nukuu. Mheshimiwa Majaliwa ameongeza kuwa vijana wamekuwa nguzo muhimu ya maendeleo katika sekta mbalimbali mbali nchini na wamechangia kwa kiwango kikubwa katika kilimo, biashara, teknolojia, michezo na sanaa na nukuu, katika nyanja za ubunifu na teknolojia, vijana ndiyo vinara wa matumizi ya teknolojia mpya na majukwaa ya kidijitali ikiwemo akili mnemba artificial intelligence na mifumo ya kimawasiliano ya kisasa. Michango yao imekuwa kichocheo cha mabadiliko chanya katika jamii na uchumi wa Taifa. Aliyasema hayo Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Pia Mheshimiwa ametoa wito kwa wadau wote kuhakikisha vijana wana shirikishwa kikamilifu katika ngazi zote za maamuzi na si tu kuwa wanufaika wa sera bali pia kama wabunifu na viongozi wa mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Akizungumza alipotembelea banda la VETA, Mheshimiwa Majaliwa ametoa wito kwa taasisi hiyo pamoja na wadau wengine wa elimu na kuwapa kipaumbele cha mafunzo watu wenye ulemavu pamoja na kuandalia nyenzo muhimu za kujifunzia ili waweze kutumia ujuzi watakaoupata kuongeza kipato. Baada ya kutembelea banda hili tumejifunza kwamba vijana wapo wengi wenye ulemavu na wana ujuzi na vipaji. Wazazi tuwe tayari kuwatoa watoto wetu wenye ulemavu, na taasisi za elimu ziwapokee na kuwapa ujuzi, na nukuu hayo aliyoyasema jana. Hayo programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, serikali yetu imeimarisha programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na huduma na namna ya kupata mitaji kupitia programu hizo Programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi iko ofisi ya waziri mkuu, na yenyewe ndio inaongoza mifuko ya utoaji mikopo kwa gharama nafuu, tukianza na mfuko wa halmashauri ambao pia vijana ni sehemu ya wadau, walemavu ni sehemu ya wadau, na wanawake ni sehemu ya wadau. Mkakati huu unawezesha kuongeza mikopo inayotolewa katika mifumo na mifuko mbalimbali ya programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. hapa tulitenga bilioni 904 mwaka 2021, lakini sasa tumetenga trilioni 3.5. Nguvu kazi ya vijana ndiyo msingi wa safari ya maendeleo ya taifa hili. Vijana wakipewa nafasi na wakiandaliwa vizuri, wanaweza kuwa nguzo kuu katika utekelezaji wa kila mipango tuliyojiwekea ya ndani ya nchi We ndugu vijana, nitumie nafasi hii kuhakikishia kuwa serikali yenu itaendelea kushirikiana kwa karibu kabisa na wadau wote waliojipanga kuhakikisha kwamba kwa tunawaendeleza vijana, lakini tunaendelea kuungana na sekta binafsi ambazo zinaajiri vijana, asasi za kiraia, lakini tutaendelea kuwaunga mkono viongozi wa dini na viongozi wa mila kwa namna ambavyo mnatoa miongozo na maelekezo kwa vijana wetu. Ndugu vijana, nirudie tena kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan niwaambie tu kwamba nyie vijana wa Kitanzania ndio nguzo muhimu ya maendeleo katika taifa hili. Mmechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa hili kufikia hapa tulipo, iwe ni kwenye sekta ya kilimo, sekta ya kibiashara teknolojia, michezo, hata sanaa. Ni vijana ndio mnafanya kazi hizo. Ongera sana, jipigieni makofi wote. Lakini pia katika nyanja za ubunifu, nyiye mmekuwa mstari wa mbele na ndio vinara wa matumizi ya teknolojia mpya na majukwaa ya kidijitali kwa wakati huu, ikiwemo na akili mnemba na mifumo ya mawasiliano ya kisasa. Vijana mmeweza kuifanyia hata biashara kwa ajili ya kuimarisha mawasiliano ndani yetu. Kwa hiyo michango yenu imekuwa kichocheo cha mabadiliko chanya katika jamii na uchumi wa taifa hili. Kwa kuzingatia nafasi yenu katika jamii, ni wasihi tena vijana wote mwendelee kushirikiana vijana na vijana. Leo mmekuja hapa kutoka kote nchini, endeleeni kujadiliana kikamilifu, mtoke hapa na maazimio yatakayoisaidia serikali kupanga mpango mzuri kwa maendeleo yenu nyie vijana tushirikiane kuhakikisha kwamba fursa zote zinazotolewa na serikali hii zinawafikia vijana ipasavyo. Ushiriki wa miradi ya maendeleo vijana, ndio muwe namba moja, na kila mmoja wenu au ni sehemu ya mchango wa maendeleo ya taifa hili, ili kujenga taifa lililo imara na taifa lenye maendeleo. Kwa upande wake waziri wa nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira, vijana na wenye ulemavu Ridhiwani Kikwete amesema kuwa serikali ya Tanzania inatambua umuhimu wa kundi la vijana na ndiyo maana inawekeza na kuthamini michango na nguvu zao katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, wiki ya vijana mwaka huu 2025 inaadhimishwa chini ya kauli mbiu isemayo nguvu kazi ya vijana kwa maendeleo endelevu. Kauli mbiu hii inatuhimiza serikali na wadau wa maendeleo kutambua kwamba nguvu kazi ya taifa letu ipo miongoni mwa vijana, ambapo kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 ni zaidi ya asilimia 34.6 ya wananchi wote wa nchi yetu. Vile vile asilimia 77.3 ni ya vijana wote waliopo nchini ni wako chini ya miaka 35. Takwimu hizi zinatuonyesha kuwa watoto na vijana ndio sehemu kubwa ya taifa letu leo. Kwa msingi huu, serikali ya Tanzania inatambua umuhimu wa kundi hili na ndiyo maana imewekeza kwa nguvu kubwa sana kwa vijana. Hivyo ni ishara ya kuwa tunathamini mchango na nguvu kazi kwa kuleta mabadiliko chanya katika jamii yetu.